Usiyogope wala usifadhaike kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa katika Kristo, tunapokusanyika leyo katika mwanzo wa mwaka mpya Tunakuja mbele za Bwana tukiwa na hisia mchanganyiko. Shukrani kwa mwaka uliopita. Masikitiko kwa yale ambayo hayakwenda kama tulivyotarajia. Na matarajio mapya kwa mwaka unaotangulia mbele yetu. Ndugu zangu, katika hali hiyo yote, neno la Mungu katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa tisa linatupa ujumbe muhimu sana wa mwaka mpya. Tumsifu Yesu Kristo, yes. Ndugu zangu, tukiangalia mazingira ya neno la Mungu, aya hii inasemwa kwa Yoshua katika wakati wa mpia. Mkubwa. Musa kiongozi mkuu wa Israeli amefariki. Watu wako mbele ya safari mpya ya kuingia katika nchi ya ahadi. Kuna hofu, kuna mashaka, kuna maswali mengi. Tutafanikiwa? Tutashinda? Mungu bado yuko pamoja nasi? Katika hali kama hiyo, Mungu anamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, hali ya Yoshua inafanana sana na hali yetu tunapoanza mwaka mpya. Tumeacha nyuma mwaka uliopita, mbele yetu kuna mwaka mpya ambayo hatujui kikamilifu, lakini Mungu yule yule aliyempa Yoshua ahadi ndiye Mungu wetu pia. Mungu anamsema Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ni wito wa imani. Mungu hamwambii Yoshua kwamba hakutakuwa na changamoto. Badala yake anamwambia awe hodari. Uhodari haupo pale ambapo hakuna matatizo, bali pale tunapomchagua kumwamini Mungu katikati ya matatizo. Ndugu zangu, mwaka mpya utakuwa na changamoto zake changamoto za familia, changamoto za kiuchumi, changamoto za afya, changamoto za huduma na imani. Lakini ndugu zangu, neno la Mungu linatuambia leo, usiogope. Hofu hufanya mioyo yetu idhoofike, lakini imani hutujenga ujasiri wa Kikristo. Unatokana na kujua kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Mungu anaendelea kusema usiogope wala usifadhaike. Kukabidhi kesho kwa Mungu hofu ya kesho kuiba amani ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, hofu ya kesho kuiba amani ya leo. Wengi huanza mwaka mpya wakiwa na wasiwasi mwingi: nitaishije? Nitafanikiwa? watoto wangu watakuwaje? Lakini Mungu anatualika tuwache woga. Hili haimaanishi kutojiandaa, bali kumkabidhi Mungu maisha yetu. Tunapomwomba Mungu atuongoze tunapaswa pia kumwamini kwamba atatutunza, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Ndugu zangu, chanzo cha tumaini letu ni hii, hii ndiyo sehemu kuu ya ujumbe huu, sababu ya kutokuwa na hofu si kwa sababu sisi ni hodari, bali kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Uwepo wa Mungu hutupa nguvu tunapochoka, hutupa mwanga tunapochanganyikiwa, hutupa tumaini tunapokataa tamaa. Ndugu zangu, mwaka huu wa mwaka huu mpya hauko mikononi mwa bahati bali uko mikononi mwa Mungu. Alikuwa pamoja nasi jana, yuko pamoja nasi leo na atakuwa pamoja nasi kesho pia. Ndugu wapendwa katika Kristo, tunapoanza mwaka huu mpya tuanzie kwa maombi, tuendelee kushikamana kama jumuiya ya waumini tuishi kulingana na neno la Mungu, tuwe watu wa matumaini katika jamii. Mwaka huu uwe mwaka wa upendo zaidi, msamaha zaidi, na huduma zaidi. Ndugu wapendwa, tunapofungua ukurasa mpya wa mwaka tusisahau ahadi hii: Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, hii ni ahadi ya Mungu ya mwaka mpya. Tukishikilia ahadi hii hatutatembea kwa hofu bali kwa imani, si kwa kukata tamaa bali kwa matumaini. Tukabidhi mwaka huu kwa Bwana, naye atatuongoza. Heri ya mwaka mpya. Mungu awabariki nyote, kwa jina la Baba na la Mwana.